Ginethoni Gabriel Mhampi, ninafanya kazi chuo kikuu cha kilimo cha Sokoine katika kituo cha utafiti na udhibiti viumbe hai waharibifu. Tunahusika na tafiti mbalimbali mbali. Na kwa sasa tafiti tuliofanya ni juu ya panya, kuwadhibiti panya kwa njia ya uzazi wa mpango, yani fertility control baada ya kuona njia za kudhibiti panya bado zina changamoto kubwa na hazijaleta mafanikio makubwa eh, ndio sasa tukawa tumeona kuna haja ya kuangalia upande mwingine wa teknolojia jinsi ya kuweza kuwadhibiti hawa panya kwa njia ya kupunguza spidi yao ya kuzaliana njia hii imetumika na wenzetu wa China na wamepata mafanikio makubwa sana kudhibiti panya kwa njia hii. Sasa hapa Tanzania na Afrika ni mara ya kwanza kujaribu kufutumia njia hii. Huko nyuma lilikuwepo wazo la kwamba tunaweza tukaja tuka, tukafanya fertility control au tukafanya hii njia ya uzazi wa mpango kuzuia ongezeko la panya. Uh, lakini sasa hivi ndio tunaona kabisa kwamba hii inawezekana, hmm. Hii ni njia ya kibaiolojia na ni njia ambayo ni ni gharama yake ni nafuu ukilinganisha na sumu, matumizi ya sumu au na njia nyingine, lakini pia hii ni njia tunasema ni ya kiubinadamu kwa sababu yule mnyama, yaani panya hafi atabaki kwenye mazingira yake, lakini pia hateseki, atakuwa anabaki tu kwenye mazingira yake yale yale, isipokuwa hatakuwa hataweza kuzaliana kwa muda fulani ambao tutataka sisi asizaliane. Sio kwamba hata hatazaa maisha yake yote, hapana, bali ni kwa muda tu tunaotaka, kwamba huyu panya asizaliane, hataweza kuzaliana hmm. Lakini pia njia hii ukilinganisha na njia nyingine kama za sumu, hii ni njia salama, hata kwa viumbe wengine, kwa sababu unapoweka sumu ya, kuna viumbe wengine ambao hujawalenga wanaweza wakadhurika na ile sumu. Hata wewe mwenyewe unayeweza, ambaye unaandaa ile sumu, ni hatari katika afya yako. Dawa aina ya quinestrol, na mchanganyiko wa quinestrol na levonorgestrel zilionyesha mafanikio makubwa sana katika kupunguza uh, kupunguza idadi ya panya waliozaliwa na tu, tulipoangalia uh, wale panya majike waliokula hii dawa, hizi dawa baadhi yao tulipowapasua tuliona kwenye matumbo yao ya uzazi kuwa yamejaa maji, na kwa upande wa madume tulivyowapasua tukachukua, tukachukua sehemu zao za uzazi na kuziangalia kwenye darubini na kufanya nani, tofauti tofauti, njia tofauti tofauti, tuliona kabisa kwamba wale panya madume waliokula walishindwa kuzalisha mbegu ambazo zingeweza kusababisha panya jike apate mimba na kama walizalisha basi hazikuwa na sifa za kurutubisha yai la panya jike. kwa tumefanya utafiti huu kwa panya kwa sababu panya ndio wanaoongoza kwa wingi duniani. Kuna zaidi ya spishi elfu mbili na mia mbili za panya duniani na dawa hiyo inaenda kufanya kazi kwa binadamu. Okay, hii dawa ni ile ile ambayo inayoweza kufanya kazi kwa binadamu, ni dawa zile zile zinazofanya kazi kwa binadamu kwa binadamu. Hii dawa inatumika ina, ina kwa binadamu, ila ni kwa form tofauti kwa binadamu, natengenezwa vidonge, ndio vile wanasema pills na nini, mama wana meza more. Ni hii na ule mchanganyiko sasa, ule niliyosema kwamba quinestrol na levonorgestrel, ile ratio ya ule mchanganyiko ndio ule, ule unaotumiwa na wakinamama e, ndio ule ule. ratio yake ni ile ile inayotumika na akinamama. Kwa hiyo ni dawa tu, ni zile zile kabisa zinatumika na binadamu. aina madhara yote kwa binadamu, kwa binadamu madhara yake ni kama hakuna. Kwanza ni ina kiasi kidogo sana cha zile active ingredients.